Niwaambie kitu niwaambie kitu niwaambie kitu niwaambie siwaambie, katika maisha kinachohitajika akili. Akili kinahitajika, kinahitajika. Kuna kitu kinaitwa akili ya kuleta matokeo, sema akili ya kuleta matokeo. Nataka niambie kitu kimoja, wanangu, mimi mnaniona hapa sina digrii yoyote, ila akili ya kuleta matokeo. Unaambii kitu, akili ya kuleta matokeo. Unaambii kitu, ukisema kufanikisha, ukisema kuleta maendeleo, unaambii kitu. Nataka nikutie moyo na wewe, asikunyanyase mtu kwa digrii yake, asikunyanyase mtu kwa sashada yake, kinachotakiwa ni akili ya kuleta maendeleo ya kuleta matokeo ya maendeleo siuma, nisikia vizuri. Wote tunajua historia ya ndugu yetu Baba Levo na kingine, labda niwaambia ukweli kabisa, licha ya kwamba Baba Levo ni ndugu yangu familia, Mwanakigoma, lakini kama asingekuwa na nia kuleta maendeleo nisingekuja, sinaa, nisingefanyaje. Hata mimi nitawaambia ukweli. Baba Levo kila mkikaa kwa siku akiongea maneno manne akiongea maneno matatu na nne, Kigoma kila dakika, Kigoma, Kigoma, Kigoma, Kigoma, Kigoma, Kigoma. Uchungu aliokuwa nao Baba Levo na Kigoma sijawahi kuona, kwa fact na ukweli kabisa, yani Baba Levo anavyoizungumzia na kuipigania Kigoma siyuya, ni kama sijui anazungumzia ni moyo wake Hebu si unanielewa nikikwambia hivyo? Tunataka sasa, tuna huku Kigoma, mimi ni nyumbani kwetu, natakiwa mwelewe, si unanielewa? Yani huku ni nyumbani kwetu, kwa hiyo na mimi nataka nyumbani kwetu maendeleo yaongezeke zaidi, na ili maendeleo yaje yanamtaka mtu mwenye uchungu zaidi. Huyu Babalevo ana uchungu na Kigoma zaidi, ndio maana akashapitia matatizo mengi kwa sababu ya Kigoma. Wote tunajua ashaenda mpaka jela huyu, wongo kweli, kwa kuwapigania wana wa Kigoma. Sasa kama unakumbuka kipindi kile alipokuwa tu diwani, aliyafanya yale, je, leo akiwa mbunge atafanya nini? Unanielewa? si unanielewa? si unanielewa? Nataka niwaambie kitu kimoja kwa sana, baba Babalevo Kigoma, we Babalevo, we Babalevo, we Babalevo ni mtu ambaye amewathibitishia watu kitu ambacho hawajakitegemea miaka yote. Wakati anakuja Dar es Salaam anafanya aso zake, watu wako wanamshukulia poa. Mi nikamwona nikasema huyu mtu ana akili sana, huyu mtu ni jembe, mpambanaji akaanza kufanya nakati zake, akaanza kuwapita watu maisha na watu wengine ambao wajifanya wamezaliwa Dar es Salaam, wa watu wengine wajifanya wao ndio wana elimu, watu wengine wajifanya wao ndio wana uwezo, aliwapita. Sasa hivi nyote, sasa hivi mnaona mgorofa wake anajenga. Kwa uongo kweli ile gorofa, msije mkasema baadaye tikajenga kwa sababu bunge, mnaona gorofa yake analo, kama hataja pata bunge, tuelewane hapo. Huyo baba levo, naambia ni kwa fakti balozi zake Yani zile balozi tu yaweza kuwa balozi, ana balozi zisiyopungua sita, na katika kila balozi amekula ila ndogo milioni tano. Ina maana katika balozi sita ana milioni thelathini kwa mwezi, katika balozi zake tu. Anatangaza Wasafi Beti, si wanatangaza nini? Si wanatangaza nini? Ana watangazo kibao. Vitu ni tele. Sasa, sasa mtaambia kweli. Kwa nini nimesema hilo? Nataka mjue kwamba Baba Levo hajakuja kutagombani ubunge eti kutaka kupiga watu hela au kuleta njaa hapana. Huyu hana njaa. Haambieni kabisa ananja wasitake kubadilisha matokeo kusema o, kaja huyu, hajakuja kutafuta ubunge kwa maslahi binafsi, kaja kutafuta ubunge kwa kuwapigania wana Kigoma na uchungu <coughs> na Kigoma CCM. Mimi nataka hili lifahamike, watu wajue, asipindishe pindishe maneno, na ndo maana nikasema kwenye kufunga nitakuja mwenyewe niazungumzie haya. Mzee wangu Kigoma, oye! Sisiemu oye, oye, oye! Baba Levo oye, oye! Baba Levo na uchungu na Kigoma, na mimi hili nimwambia kitu kimoja, Baba Levo Kenda Kigoma, kwenye chochote ambacho utasema mimi nisaidie, niko razi, nitoa cha ufunguni, nitasaidia. Sisiemu oye, kwa sababu huku mimi nyumbani kwetu Baba Levo historia yake na yangu tumeshani sana, mimi akataza muziki wote wamendharau sana ujue. Uongo kweli sana lakini, leo katika nchi hii mimi ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Uongo kweli, napokuwa mimi mwakilishi wa kwanza kwenye muziki, manake Kigoma ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki, ichata Kigoma, nembo ya Kigoma imetokea Kigoma, inapoongoza kwenye muziki, manake Kigoma ndo inaongoza kwenye muziki Wongo kweli, wakati naanza kaongea sana ho huyo eti si ajasomea muziki siu, nikasema njoo na makaratasi yako ya muziki, alafu mi natoka na elimu ya mtaa, alafu tulete matokeo kuoneshe maajabu. Kama kuna kiumbe chochote kinafanya muziki nchi hiki kinaniweza, kisogee mbele yangu. Kama kuna kiumbe chochote niambie kitu. Kigoma wee hapa katikati ilikuwa niko na harakati nyingi za kimataifa huku nyuma, kwa kuna dharau nyingi za kijinga jinga. nikasema ukasema wana adabu a wa. nikatia misumari misumari, misumari! inaitwa shikeni adabu <laughs> wekele misumari nikaka namba moja mbili tatu nakuja kenge yote wasogea hapa. mpaka sasa hivi nataka tushamaliza ndio watu wanaanza kusogea sogea, sahibi, kuna, ndohua, sogea, sogea <laughs> Lakini kisha shikeni adabu na mtoto huyu wa Kigoma shika adabu <laughs> Sasa Baba Levo ni miongoni mwa watu ambao wakati anaanza shughuli zake watu walikuwa wanamdharau, hawakujua huyu ana akili kiasi gani, hawakujua ni jembe kiasiamba ndugu yangu mimi nakujua, njoo, nakujua akili yako kubwa kiasi gani Jamani, Baba Levo ana uchungu na, na Kigoma. Baba Levo ndio mtu tunataka tumpigie kura kwa sababu ataleta matokeo Kigoma, na Baba Levo kwa kwanza, mifano iliyokuwa hai. Yeah, Kigoma wewe. tusikilizane kwanza, tusikilizane. tusikilizane kwa pamoja, kwa sababu nje ya Diamond Platnumz kuwa mwanamuziki mkubwa, msee wangu, mmoja kati ya ombi ambalo nililileta kwako moja kati ya ombi ambalo nilileta kwako. Ndiyo. Wakati wa kampeni zangu niliahidi soko litakalojengwa Kipampa. Sawa. Na litaitwa Wasafi Night Market. Sawa. Sasa mzee Huma, ndio huu. Wengine walisema baba Levo anaongopa Diamond hawezi kuweka hela, naomba na uwaambie ndugu yangu, tunaanzaje? Ni unanitoaje mzee wangu, okay. Nimekuambia ulipo wewe, mimi nipo. Anza yeah, na kuweka milioni mia diwani. Baba leo kanaambia nimelipokea na kwa kuanza Baba Levo na mwezi milioni mia kuanzia kujengwa ili wasafiri yes, yes. Nami na seme kitu kimoja yeah. Kabla hata kuja Baba Levo, sifika, na atakuja ongea na Baba Levo, nimwambia Baba Levo kama siafika nataka tuanze na rasha rasha gani huko ili watu hatuna bla, bla, ili watu wasione wanaongea bla, bla. Hatuna bla bla, si nikamwambia akasema tukianza mwanzo mtu siakaona kama ndo kutoa rushwa hapo nyumbani kwetu Nikamwambia kama soko tutaleta hela soko hapa nyumbani kwetu hapa nyumbani sisi watoto e, wa Kigoma baba Kigoma watu wasafi Night Market tumepata milioni mia kutoka kwa Diamond Platnumz hela ya kuanzia simba, simba. Simba, simba, simba, simba, simba. Sisi simbasimbasisiemu -ee. Kigoma, Kigoma. Mina, nasema kitu kimoja, Kigoma. Oya we usiongeonge, oya wasafi maketi <tipa> ukija Kigoma <tipa> ako Baba Levo <tipa> kama wanampenda kweli <tipa> akitaka miradi ausiongeonge <tipa> usipeleke <tipa> maua. <tipa> Usiahidi sana <tipa> ukikutana na watu hata <tipa> kama wako mbele, hebu zitoe <tipa> <tu> mfukoni, wapatie Eroga! <laughs> Kigoma, dogo yangu Diamond, Diamond Platnumz. Kigoma, tusikilizane. Naomba nguvu kwenye maiki kidogo, naomba nguvu kwenye maiki, naomba nguvu kwenye maiki. Yes, yes, yes, yes sí. Sa... mimi kila siku nawaambieni, mimi ndiyo komesha. Ngoja nitoke, ngoja nitoke. Mimi siusiki na hizo hela kurushaii, hata mmoja uko nyumbani. Sasa mimi siusiki na Polizia, Polizia, <laughs> <laughs> Lassu, si usiki nazo <laughs> <laughs> Diamond, Diamond Diamond, Diamond, sisiobo welale, usiongeonge, usilete maneno, usiongeonge. Kama wanapenda kweli, kama wanakubali sana, ndugu yangu Diamond, nakanguka.